Niko eneo la Pasiansi na wanasema ile eneo kuna mti ambao ulikuwa unazungumza na hatimaye watu ambao wakifanya, uh, wakifanya kazi ya kupanua barabara wakawa wameshindwa. By the way, niko na mmoja kati ya mashuhuda ambao wameshuhudia tukio hili. Bro inakuwaje? Yaani doza iliyofanya kazi kuanzia pale juu ilipofika tu hapa na kuugusa tu yaani ile kuugusa tu ukatoa damu. Okay. Sawa wakaacha kwanza. Hawakuamini hicho kitendo wakasema, yaani hawakuamini, wakaona labda ni kitu cha kawaida sana zeni wakarudia tena, unaona, walivyorudia tena ikatoa tena damu, wakaachana nayo. Walivyoachana nayo zeni wakaita watu vijana vijana ambao wako freshi wakaenda kuja kukata. Okay. Wakashindwa wala wakuweza kukata kabisa. Okay. Ilikuwa ni muda gani? Ilikuwa Jumamosi. Okay. Na leo imekuwaje? Kwa leo yaani, kwa leo hata kazi haijafanyika. Okay. Wameacha kwa sababu ya hili tukio na inasemekana hapa asubuhi kwamba kuna wanafunzi wamepita wakakuta kuna maandishi hapo yameandikwa ya ya hapo unaona. Afu nasikia kwamba kuna mtu aligusa, nasikia kwamba mtoto akaongea kwa nuna niumiza. okay. E, ndo iko hivyo tu, yani hata leo kazi jafanyika wala nanili na nini, hmm. umti, na nini yani ndo iko hivyo tu. Jumamosi ile tulikuja kung'oa umti na budoza zile sawa, ulisikika ukitoa sauti kabisa kwamba mnanihamisha mnanipeleka wapi? Umeona? tukashikwa na lile tendo sawa, lakini tukaona labda ah, sio la kawaida. Tukaongeza lingine sikawa mbili mnyoro, uvute huko na huku sawa, lakini mtu hajatoka. Ikabidi yeye taarifa tu. Tutoe taarifa kwamba bwana, hii imeshindikana au mtu kwa sababu kuna moja, mbili, tatu. Sawa. Na leo tena ndo na kuna maandishi kwa wanafunzi. Sawa, mwingine akagusa kwa dai mtu unaniumiza Umeona? Ikabidi so, tulisitishe sasa hivi nafikiria kwamba tutafanyaje asubuhi ya tamko kurugenzi tujue tunafanyaje, na hii isho imeanza muda gani kwa leo? Uh, kwa leo nafikiri kwa tangu asubuhi Uh, Zaa, lakini uh, mejaribu kukata ukashindikana ukashindikana kabisa. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.